Niko hapa kwa ajili ya kuwaongoza, kuwalea, kuwaelekeza, kuwasaidia ili muweze kutimiza ndoto zenu, na nikifanikiwa katika hilo, na mimi Mungu ananibariki na mi natimiza ndoto zangu. Kwa hiyo, kumbe, ili ufanikiwe inabidi usaidie mtu mwingine, kama ambavyo niko hapa kwa kusaidia wee. Sasa, kosa lenu kubwa ambalo mnalifanya na pengine kama mnasahau, mkiwa kituoni tunawaelekeza, lakini huwa linaingilia huku, linatokea huku, kwa sababu wewe unachofikiria ni hela, hela, hela, lakini hela sio hivo hela unatakiwa uone matatizo ya bosi wako, ndio hela. Kama mimi navyoona matatizo yenu nyinyi, kutokuwa na kazi, kutokuwa na ajira, kutokuwa na mitaji ya biashara, kwangu mimi, hizo ndio pesa, kwa sababu navyokuhamasisha na kukuelekeza na kukupa mbinu na namna ya kwenda kufanya hizo kazi vizuri, wewe unapata hela, lakini na mimi napata hela, hela, hela, hela. Ila sipati hela tu kwa kuwaza nataka hela, hela, la nawaza kwa kwamba, kwanza dada ambaye anatafuta mtaji, hana biashara, ana hana kazi, yuko mtaani, ana shida, namsaidiaje? kuna kazi ambazo mimi nimezifanya yeye, yeah, anaweza kuzifanya zikamsaidia. Lakini pia kuna bosi ambaye nyumbani kwake anahitaji msaidizi, lakini ahitaji tu msaidizi wa kawaida, anahitaji mtu ambaye anatija, mtu ambaye anaweza kwenda kufanyika baraka, kufanyika msaada kwenye kuchangia malezi na makuzi ya familia yake. Kwa hiyo nikishawaza hayo, ina maana hayo ndio tukienda kwenda tukiweza kwenda kuyafanya, wale mabosi wako tayari kutulipa. Lazima tuwaze shida zao matatizo yao mahitaji yao ni nini. Sasa hivi mabosi wengi hawahitaji tu dada wa kukaa na nyumba, labda sijui mwizi asipite. Hapana, hicho ni kitu cha mwisho kabisa. Sasa hivi mabosi wengi wanahitaji watu ambao wanaweza kuchangia kwenye malezi na makuzi, mtu ambaye akiachua mtoto kweli, yule mtoto anamlea vyema, anahakikisha mtoto hana tabia mbaya, na kama anazo atawasilisha kwa mzazi wake mapema sana, ili waweze kufuatilia kwamba huyu mtoto hizi tabia kazitoa wapi. Huko ndio kuchangia kwenye malezi na makuzi ya mtoto, kuhakikisha mtoto anakula vitu vyenye afya ili aweze kukua kustawi vizuri kwenye mwili wake. Wazazi ndio, familia ndio zinataka watu wa hivyo. Sasa wewe uko tayari kuongeza hiyo thamani, uweze kufanya hiyo kazi katika levo hiyo? Mimi najua nimewasikiliza sana, mabosi wanataka watu wenye hofu ya Mungu, na ndio maana nimeenda mimi ninasoma theoloji kwa ajili ya kujifunza zaidi maadili, kwa sababu maadili, huwezi kuwa na tabia njema au maadili chanya kama una hofu ya Mungu, na hofu ya Mungu inatokana na mtu ambaye anamjua Mungu. Kwa hiyo imebidi niende nikasome ili niweze kufundisha vizuri na kuwalea vizuri hawa wadada ambao wanakuja kwa ajili ya kupata hizo kazi. Why? ili niweze kuwapa kile wanachokitaka. Hiyo, kuna huu mwongozo ambao nimewasaidia wadada. Unauliza hivi, unataka kulipwa zaidi? Mimi binafsi nataka kulipwa zaidi. Uh, na mbinu ambayo naitumia ili kulipwa zaidi ni kuhakikisha mimi najinoa katika levo ya juu. Kama ni wisdom, kama ni hekima, kama ni mafundisho, kama ni maelekezo, ninatoa yale ya levo za juu kabisa. Ndio maana nimewaambia, nimeenda shule, niko shule, nasoma why? Kwa sababu nataka viwango vyangu vya mafundisho, maelekezo, training vipande vikipanda, hela itakuja, na of course namshukuru Mungu tunalipwa zaidi. Anyway, watu ambao wanawasiliana na sisi kwa ajili ya kupata huduma wanajua gharama zetu za huduma. Wako watu ambao wako tayari kulipa kulipia hiyo huduma, kwa sababu wanaona kazi kubwa tunayoifanya, ili, ili ambayo ndio kitu ambacho wao wanakihitaji. Kwa hiyo, na dada, huu mwongozo tumeuandaa kwa dada ambaye anataka kulipwa zaidi mbinu za kuwa professional dada au smart dada tumekuwekea humu, na haya ni mambo ambayo mabosi wamekuwa wanatupigia simu kwa ajili ya kutuambia tunataka dada mwenye sifa hizi, mwenye sifa hizi, mwenye sifa hizi. Kwa hiyo tukasema, ngoja tuwawekee katika mfumo ambao dada ambaye kweli anataka mabadiliko, anataka kujiboresha, anataka sasa kuanza kulipwa kama smart dada, professional dada, aweze kupata kitu ambacho kitamuongoza yeye, either uko kazini tayari au unatarajia kuja kwenye hizi kazi Ukienda kufanya kama tulivyokuletea kwenye mwongozo huu, wewe huwezi kuwa dada wa kawaida, utalipwa zaidi. Huo ni uhakika, na uzuri sisi tuna hiyo platform ya kulipwa zaidi. Kwa hiyo nitaka tu niseme, wadada, ondoweni focus yenu kwenye mishahara, yaani kuangalia mimi bwana niko tu hapa, yani mwezi ufike tu nipate hela. Ah -ah, msende hivyo, huwezi kufanikiwa, hauwezi kutoboa. Yani wewe we, ukipata kama uko kazini tayari au utakuja kupata kazi, fokus kwenye shida za bosi wako. Bosi wako anapokuwa anakukosoa, angalia lile jambo alilokosoa nalo ni lipi, alafu boresha kile kitu alichokitaka. Lakini we mwenyewe jiandae tayari, kama hivi tayari nimekuandalia ili nijembe, andaa maarifa, andaa nondo, andaa yani jua namna gani nakwenda nikiingia katika nyumba ya mtu nitakuwa nafanya kazi kitaalam, sio kiswahili swahili. Siyo hayo mambo ya mnavyosikia hizo kesi kesi, tunazoziripoti ripoti, hizi ni kwa ajili ya kufundishia. Kesi zinazokuja za ujeuriza nini, hizo zote ni kwa ajili ya kuonyesha haya matabia. Watu hawako tayari kutoa hela kwa ajili ya matabia kama haya. Watu wako tayari kutoa hela kwa ajili ya maadili mazuri, uh, nidhamu nzuri, uchapa kazi, mtu ambaye kweli ana hofu ya Mungu ameenda pale kwa ajili ya kuonyesha ana uwezo wa kushiriki katika malezi na makuzi chanya ya watoto, mtu ambaye kweli yuko pale kwa ajili ya kuhakikisha ulinzi na usalama wa familia husika unaimarika kupitia yeye hapo, ila yeyote unahitaji, watu watakulipa. Kwa hiyo wadada, nichokuwa nataka kusema ni kwamba tusifanye kazi kikawaida, na sisi hatuko hapa kwa ajili ya kuendelea kufanya kazi na wale wadada wa kazi waliokuwa wamezoeleka. Hapana, kama unavyosikia sisi tuna dili na professionals. Huu eh, mwongozo hata dada traditional una uwezo kabisa wa kuchukua ukaupitia ukafanyia kazi yaliyoko ndani alafu ukaacha kuwa traditional. Traditional ni ni ni ni ni nani tu, ni hali ambayo upo nayo kwa sasa, lakini ukishajua wanasema ujinga ni wakati wa kwenda eh, wakati wa kurudi, huyo mjinga tena, si ndio? Sasa hivi wewe ni traditional eh, ne, we kwa sababu vitu vingi hujui, lakini ingia darasani, soma hmm? Soma, mimi nakwambia kitu ambacho mimi mwenyewe nakipractice sasa hivi, niko darasani nasoma na naendelea kusoma wai kwa sababu nataka kuendelea kujiboresha. Sitaki ujaisikiria wa leo awe ndio huyo wa kesho, au yule wa jana awe ndio wa leo, hapana. Kwa hiyo na wewe mwenyewe, mbinu za kujiboresha ndio hizo, sio kutaka hela nyingi nyingi. Utashangaa umri unaenda, hujaboresha chochote, una ujuzi wowote, una thamani yoyote, unaishia kuzunguka zunguka. Leo utakuwa na mwanaume huyu, kesho na yule, mara umezalishwa huku, umezalishwa kule, huna thamani. Lakini ukiamua kujipa thamani, wewe dada, wewe mwanamke unayenisikiliza, una uwezo wa kubadilisha maisha yako kuwa bora na ili ubadilishe maisha yako kuwa bora, it's a process. Lazima ujifunze, lazima ukae darasani usome ili uweze kupata vitu vipya vitakavyokuongezea hiyo thamani, na baadaye utajikuta unalipwa vizuri, shida za hela sio shida zako za na. Mimi sikwambii kitu ambacho ni nadharia au sikwambii blabla, ni maisha halisi mimi ambayo ninayaishi. Nilikuwa dada wa kazi huko, lakini sasa hivi nimeweza kubadilisha kabisa historia yangu Sina shida za hela, eti kwamba namtegemea mtu, hapana, kwamba nalalamikia serikali hakuna ajira, never. Ajira zipo, fursa zipo, naziona kibao. Kwa hiyo tujiboreshe, ili tuweze kuwa na tija, tuweze kuongeza thamani na mafanikio tutayaona. Karibuni sana kwa wale ambao mnataka kuja kwa ajili ya kazi, au ni waajiri mnataka kuja kwa ajili ya huduma, Muwasiliane kwa simu, sio kwa message wala DM wala comment. Jitahidi sana kutumia namba zetu za simu. Namba zetu za simu zipo rahisi sana kwenye matangazo yetu, zipo kwenye profile zangu, zipo yani namba zimejaa. Wasiliana kwa namba zetu, hata kama ni message basi uh, unatuma message, usitume kwenye comment au kwenye DM. Message yako itume kwenye namba zetu za simu ili wahudumu wetu waweze kukutafuta na kukuhudumia. Karibuni sana.